Kiishi navyo vitatusaidia pia yale mambo ambayo tuliyaamini yatokee, yatatokea. Bwana Yesu asifiwe. Eh, unajua tuna tunatamkiwa vitu vingi vitu vya neema na vitu vya baraka na mimi nasema ni sawa kabisa si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati mwingine ukapata matamko mazuri, ukashangaa, labda mwaka juzi ulitamkiwa mazuri, lakini ijawa kama vile ulivyotamkiwa mwaka jana mwaka si unaofuata, matamko yanatoka kila siku mazuri ya mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe! mwaka wa neema na baraka, mwaka wa kuinuliwa, mpaka wengine wanaweza wakaona ah, mimi naambiwa kila mwaka nainuliwa, halafu niko niko vile vile. Bwana Yesu asifiwe! kwa mimi nitakupa vitu vile vitatu ambavyo vitakusaidia uh, ambavyo unaweza tasubiri mwaka uishe tamonza kushangaa Watu wanasema mwaka huu ni mwaka wa kuinua lakini wewe tayari ushainuliwa. Haleluya, amen, haleluya. Nasema mwaka huu ni mwaka wa ushindi lakini, washina lakini mimi nimeshashinda vizuri, lakini mimi nimesha shinda. Bwana Yesu asifiwe. Kama mkisema mkisema mwaka huu ni mwaka wa ndoa, bwana Angela alisema safi, lakini mi nimesha oa si ndio? Eh, hey, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uh, nilikuwa najaribu kuna mambo mengine yameongelewa hapa. Kuna jambo moja mimi naliangaliaga nasema, ili jambo tukilifanyia kazi, miaka yetu yote itakuwa ni miaka ya ya ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sisi watu tuliokoka au tulioamini, sio tu tulioamini, kazi mojawapo ya, ya, ya ibilisi ni kutupinga, si ndio? Kutupinga yale ambayo Mungu ameyapanga kwetu, anapinga yasitufikie au tusiyapate au tusiyafanye Bwana Yesu asifiwe, sema haleluya. Yaani, yani ibilisi yuko pale to resist the will of God, kupinga mapenzi ya Mungu kwa mtu aliye amini. Bwana Yesu asifiwe, lakini anapinga vipi? Apingi kwa kutumia nguvu, kwa sababu sisi tulisha shinda. Ana manipulate situations, yani anajaribu kukufanya wewe ufanye na uishi vile ambavyo Mungu hakupanga Bwana Yesu asifiwe, sema haleluya. Unajua ukiangalia kuna mstari hapa, kuna mstari mmoja, uh, Zekaria tatu. Zekaria tatu mmoja Zekaria tatu Zekaria tatu moja Shetani anasimama mkono upe ili kushindana na nani? Na Zekaria. Bwana Yesu asifiwe, sema haleluya. Kwa hiyo inawezekana labda vingine uh, ulivyoambiwa itakuwa inawezekana, haikuwa sio kwamba ilikuwa uongo kukutia moyo, lakini yupo ambaye anajaribu kushindana na wewe. Bwana Yesu asifiwe, ambaye ni ibilisi ana anajaribu kuresist the will of God na, na pia wengi hata makanisani bado, wengi wanashindwa kufikia kile ambacho Mungu amewaandalia, kwa sababu huyu ibilisi anapata nafasi ya kuresist, ya kushindana na na wale watu kwa kumanipulate. Natafuta manipulate neno manipulate zuri kwa Kiswahili tunasemaje? Kula hai. Bwana Yesu asifiwe. Yani, uh, kula hai inafanya kazi kirahisi sana kuliko kutumia nguvu si ndio? Na na ukiangalia hata mtaani wa lahai ni wengi kuliko watu wanaoiba kwa kutumia nguvu si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kumlahai mtu anafanya mwenyewe bila wewe kutumia nguvu, ni kama kulahai, ni kama kudeceive shetani, alivyomdeceive alivyomdanganya, alivyomlagai, alivyomlahai Eva akala tunda bila kushikishwa Bwana Yesu asiye. Unajua ile tunda ya kuchuma shetani, alafu akampa Eva, mwenyewe alichuma akala, akampa na Adamu akala mwenyewe. Kwa hiyo kwa hiyo katika mwaka huu mimi natamani kwamba a, uh, hebu tufungua wa Efeso wa Efeso nne Najua matamko yako mengi sana na mimi labda ningetamani kuja na matamko langu, lakini mimi na nataka nikupe njia. Bwana Yesu asifiwe. <laughs> Musa Waefeso nne. Musa alikuwa ameona matendo makuu ya Mungu, lakini baadaye akaomba akamwambia, Bwana, kama nimepata neema unionyeshe njia zako. Waefeso nne 27 hivi maneno mangapi hayo, wala msimpe ibilisi nafasi. Bwana Yesu asikie, sema haleluya. Wala tusimpe nani, ibilisi nafasi, kwa sababu yeye ndiyo anayetuchelewesha. Haleluya! Kwa hiyo katika mwaka huu Mungu atusaidie kwamba tusimpe ibilisi nini, nafasi. Bwana Yesu asifiwe, asipate nafasi ya kukumanipulate, kuku kukulahai, kukudanganya. Haleluya! Kwa sababu kabla tutarudi kwenye huu mstari, ukiangalia uh, Hagai, Hagai moja Nataka tusome wote Agai moja sita. Mmepanda mmepanda mbegu nyingi mkavuna mnakula, lakini nini sio minyoyo. Tuendelee mna agai Mnakula ehe, mnakunywa <tis> lakini amkufanyaje? Mnajivika nguo lakini hapana. <tis> E, onaye nini moto au nawasha feni afu bado anatoka jasho. Ehe. Yani maanake nini? Yani unapata mshahara lakini katika mfuko uliotoboka toboka. Yani, ha. Huoni hata kile kitu chokipata kimeenda, kimeenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu mtu amepanda mbegu nyingi lakini amevuna nini? Kidogo anakula sana labda kanywa na dawa ya minyoo, lakini hafanyaji, hashibi. Mnakunywa mna, lakini hamkujazwa na nini. Mnajifika ungu na vinywaji mnajivika nguo, lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko ulio toboka toboka, afu anamaliziaji hapo mwanzoni, hey. Bwana asema hivi, akawambia zitafakarini nini njia zenu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani, ule mwaka unavyobadilika unavyotamkiwa ni jambo zuri sana, lakini kama yule mtu ataishi vile vile alivyoishi anaweza asione matunda ya vile vitu ambavyo anafikiria vitafanyaje, vitatokea. Bwana Yesu asifiwe, sema haleluya, haleluya. Kwa hiyo uh, kuna namna ambayo Mungu anatuita tuishi ambayo ipo kwenye maandiko ambayo itatupa sisi mabadiliko ya kiroho na ya mwilini. Yaani baada ya kusema mbona kila mwaka niko vile vile, mbona wanasema itakuwa hivi itakuwa vile halafu mimi haiwi. Wakati mwingine inabidi uzitafakari nini njia zako, kwamba, je, hizi njia ninazoendea ndio njia za Bwana, ndio njia za yawe? Je, hivi ninavyoishi hivyo maandiko yananitaka niishi hivi, badala ya kufanyaje, ya kulalamika, kwa sababu Mungu hasemi nini uongo. Bwana Yesu asifiwe, na wala hawezi kusema nini uongo. Yani hata ya akiamua hata yani ya hata akisema bwana, we kwanzia leo utaishi angani hapa katikati na kutengenezea, anaweza Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu hasemi uongo na kila mtu niangalie, na kila mtu huyo unayemwona jirani yako, na wewe, kila mtu Mungu ana mpango naye. Yaani wewe wewe wewe, Mungu ana mpango naye, huyo mtu awe alizaliwa baa, awe alizaliwa si na mama wa kambo, baba wa kambo, awe si nini, Mungu ana mpango naye. Yaani kama Mungu kamruhusu ule mtu akakuwa, huyo mtu ana mpango naye nay mwingine akasema, labda mimi, unajua nilipotokea sio sahihi a a, Mungu ana mpango na wewe. Bwana Yesu asifiwe, sema haleluya. Kwa hiyo katika kutafuta matokeo kwenye maisha yetu, ni vizuri pia kuangalia namna tunavyofanyaje, tunavyoishi kwamba hivi mimi ninaishi sawa sawa na kile ambacho Mungu anakisema kwenye maandiko yake, kwa sababu Yesu anasemaje? Anasema, nyinyi mbona mnaniita Bwana bwana lakini hamtendi yale nayo yasema. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo, yani mwaka mpya haubadilishi maisha ya mtu, yani ii, yaani nisemaje, mnielewa. Ni siia maisha yako itabadilika utomati kwa vile umeingia mwaka mpya. Kuna wengine imeingia miaka mipya alafu akatamani mwaka uliopita, yani ndo aliporomoka kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sema haleluya. Kwa hiyo mimi naweka njia za Mungu juu ya vitu vingine vyote, au niseme tunaweka neno la Mungu juu ya vitu vingine vyote. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu pamoja na kuwa tunategemea, tuna mambo mazuri na tuliamini mambo mazuri, kuna wengine mwaka jana ndio walipoteza vitu au walipoteza watu. Bwana Yesu asifiwe. Sema haleluya kwa hiyo kitu gani ambacho mimi nataka nikiseme leo ambacho nimekuja nacho ni kwamba Mungu atusaidie tuzitafakari nini njia zetu, ili tupate matunda ya rohoni na mwilini. Bwana Yesu asifiwe, tuishi sawa sawa, Mungu atusaidie na vile neno linavyotaka. Unajua, kuna neno mmoja wazungu anasema insanity. Ni insanity ni ni kutaka matokeo tofauti huku unafanya kitu kile kile, si ndio? Njia ile ile yani, yani, unafanya jambo lile lile alafu unategemea matokeo tofauti. Hiyo ndio inaitwa insanity, yani haiwezekani. Utapata matokeo yale yale kama vile ulivyofanya ukapata yale matokeo, ukirudia hivyo utapata matokeo yale yale. Bwana Yesu asifiwe, sema haleluya kwa hiyo ndio maana pia Biblia inatwambia tusimpe ibilisi nafasi okay. Ukiangalia Warumi kumi yes, uh -huh, na mbili kumi na mbili mbili wala, ambayo unajua namna dunia imeingia mpaka kanisani yani, eh, sisi tunajaribu kuishi kama dunia inavyoishi vitu vinavyotrendi nje tunaviweka na kanisani pia, vifanyaje vitrend. uh-huh. yes. Bali hebu turudie wote jamani, moja, mbili, tatu, bali upya nia zetu. Haleluya! hilo ndio jambo la nini, la msingi. unajua sokakatuana li unajua, yani shetani Ibilisi hapendi maombi, lakini sio kitu kinamtisha sana Bwana Yesu asue, Yesu aliomba siku arobaini na bado akatokea pa. Watu wanasemaga ukiomba sana Ibilisi anakimbia akimbii. Aleluya, maombi anakusaidia wewe kumshinda nani? Afa <laughs> nimeomba kuna nguvu, ibilisi aje tena. Wale jamaa wakiona sehemu ina maombi ndio wana, wanataka waje sasa, pale wafanyaje? Wazimu, Yesu kapiga arobaini kavu na ibilisi kaja pale, pa kamaliza, yaani ana upako, ana nguvu za kiroho, amejawa na mafuta, jamaa ndo anatokea. Kwa hiyo sio kwamba eti umeomba sana ndio ibilisi atakuja, atakuja tu, na akija, unajua atafanyaje? Atakumanipulate, atakula hai. Haleluya. Alivyokuja kwa Yesu akujaribu kumpiga roba, we, mwana wa Mungu umekuja, mekuja kulai dunia alimwambia, <laughs> mwana wa Mungu we, kama ni mwana wa Mungu, maana alikuwa anasikia njaa akamwambia kama ni mwana Mungu, badili mawe yawe nini? kati huo si ulahai. Bwana Yesu asifiwe. Nachotaka nataka nisemaje, mimi naamini, mimi kitu kinachomfurahisha Mungu na kinachomsumbua ibilisi ni mtu anapoamua kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi naonaga hicho ndio, hicho ndio hata mapepo hawakitaki ah, kwa mtu. Yaani mtu alikuwa ni mchungu sasa anaacha chungu. Mtu alikuwa na asira, sasa nasaa na mimi asira, basi. Bwana Yesu asifiwe. Lolote lile mimi sijui, yaani hicho ndicho ibilisi akitaki kwenye maisha ya mwamini wewe kubadilika kupata badiliko ndani ya nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu ukibadilika, hana nafasi na utaona matokeo ya Mungu. Haleluya, hmm. Hyu sana tabasamu, amefurahi sana. Keje niwaambie, yaani Mungu ameshatuandalia kila kitu, yaani vitu vyote vipo. Bwana Yesu asifiwe, ni sisi tu kupata maarifa na uwezo wetu wa kufanyaje, wa kupokea. Kwa hiyo hii Warumi kumi na mbili mimi naamini, naomba pia na mimi ndio ninaishi nayo, namwambia mimi sisemi kwamba nimebadilika kuliko wote hapa nyinyi. Mabadiliko yanakwenda kila siku. It's a progress, yani siku mpaka siku siku mpaka siku. Kwa hiyo na wewe pia Mungu akusaidie kwamba tupate badiliko siku mpaka siku, ili bilisa sipate nini nafasi, ili yale matamko tulikuwa tunayaamini mwaka mpya tumetamkiwa, hata sisi hapo pasta alitutamkia, tutayaona. Bwana Yesu asifiwe, sema haleluya. Kwa hiyo mimi ninamuomba sana Mungu kwamba mwaka huu Mungu atusaidie tukae na neno lake tupate badiliko la kweli ndani yetu. Haleluya! Unajua, ikifika hatua hii hakuna yani, hautasumbuka na watu waje wakuwekee mikono ili ndio upate kusonga uh, mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sema haleluya. Uh, ukiangalia Yakobo Basi mtiini nani? Uhum. Uhum. Mumpinge nani? huku tunaambiwa tusimpe shetani nini? alafu huku tunaambiwa tufanyaje? Tumpinge tena. kwenye kujueso, natumia resist, unajua tu resist. Ni kumzuia mtu yani anakuja wewe, you resist katibu unaweza ukaje hapo Usitumie nguvu sana maana maana ana nguvu kuliko mimi. Simama eh? Kama unakuja ah, kwangu uh, hii ndio nini? Resist. Yaani yeye eh, anakuja wewe uh, unafanyaje? Unamzuia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ukifanya hivi yeye eh, atafanyaje? Atakimbia. He will flee from you. Yu. Bwana Yesu asifiwe. Sema haleluya. Lakini kila akija unamfungulia mlango mke kufungua mlango kila akija hapo jamaa kaingia mpaka sebuleni. Ah. Watu watakutamkia sana. Watu watakutamkia sana. Ah, tunamfukuza, funga mlango, banaesase <laughs> Haleluya. Nataka niseme nini? Kwa sehemu kubwa mambo ambayo Mungu ametupa yani ni kama ni kama sisi tunayakimbia vile na kuyafuruu, sababu ukiangalia, kila kitu Mungu alishatufanyia kila kitu Mungu alishatuachia. Ni sisi tu kuchagua tunaenda wapi. Najua wengi mlitamani nije na neno zuri, neno zuri pastor alitoa, si ndio? lakini mimi neno nalokupa leo nitakusaidia hayo maneno mazuri, wewe yasikia, uyaone nini matunda yake. Bwana Yesu asifiwe, sema haleluya. Kwa hiyo, mimi ndio kitu ambacho ninamwomba nina Mungu na ninaliombea kanisa hili kwamba nikikaga nisema, ah, Mungu, yaani hivi tulivyo wote tuende mbinguni, lakini kabla pia ya kwenda mbinguni Kitimiza ile kusudi ambalo Mungu amefanyaje? Ametuangalia ana, kwa sababu tukienda mbinguni tunatakiwa tu tumefanya kile ambacho Mungu ametuagiza tufanyaje, tukifanya haleluya. Kwa hiyo wengi, ibilisi anaishi kwa kula hai, watu waamini. Na kwa hiyo mtu ambaye ameamini anafanya kusema na kuishi vitu ambavyo Mungu akupanga yeye avifanye, aviseme au haviishi kwa, kwa, na kwa hiyo kwa kufanya hivyo ibilisi naye anapata nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Sema haleluya. Kwa hiyo naamini Mungu atatupa neema mwaka huu sema amen, amen. Naamini neema ya Kristo iko pamoja nasi na ninaamini tutasonga eh? Ninaamini tutasonga katika mambo ya rohoni na mambo ya nini ya mwilini. Unaweza ukalima pale katikati ya mashamba mengine, wakaja nzige wakala mashamba yote, afu akaliacha la kwako wewe unayeamini Bwana eh? Yesu asifiwe unaweza ukafungua frame huku, kuna frame tatu huku tatu, unafika una pale, unakwambia bwana, hapa pagumu, hatuuzi wewe. Unaweka pale katikati na unauza mpaka wanasema wewe ni free mason, lakini unaambia mimi ni mtu wa nani wa Kristo. Bwana Yesu asiwe sema haleluya. Na wala msifuatishe tena namna na ya dunia hii. Kwa hiyo Mungu ana namna yake ambayo anaishi na wanawake wanawake nikiwa na maana watoto wa Mungu, ambayo wewe, ambayo wewe inabidi uifuatishe ile, without reasoning, bila kuwazawaza sana, kuhofu na kuogopa. Bwana Yesu pale kwenye ukame, wanasema hapa ni pakame, wewe unapanda mbegu na mbegu inafanyaje? Inamea, haleluya.